Kada ya utumishi tuna kila sababu ya kumpongeza, tuna kila sababu ya kumsikiliza na kumshukuru kwa hatua ishiyetu studio karibu wimbo wote bora ota. Mheshimiwa Mwenyekiti wa maandalizi haya, sisi mimi na Mheshimiwa Diwani tunashukuru sana. Kuna hadithi inasema, mala yashkuru nasa yashkurula kama hadithi sahihi au dhaifu. Kama hadithi dhaifu, basi inafaa kuwaidhiwa tu, lakini aitolewe hukumu. Wasema kwamba yeyote ambaye asiweza so kuwashukuru watu, basi hawezi kushukuru Mungu. Mimi nashukuru sana kwa wazo hili. Nakumbuka mimi wakati nilishi ni kule Kongwe, ni mwaga wanampangile, lakini tulishirikisha wananchi walikuwa wengi sana, lakini kama kufanya maandalizi kama haya hatakuwa na busara nyingi kama hizi wa chukula, mbuka, shuzao na viongozi wa wananchi. Kwa watumishi wengi wameondoka na kufanya shughuli zao bila dosari yoyote. Mimi nashukuru na nasema kwamba jamani, kwa hili tangu tarehe 25 tarehe 12 mwezi wa 3 2025, mimi mtumishi wangu wa umma wa kumalizika kama nilivyozungumza, mtumiku yangu pale wa Chunguruma, mimi nipo nyumbani na shughuli nyingine za kulea familia, lakini nilipata maelezo kwamba jifunzeni baadaye na nini uimwafundishe, sio ukisha kama ukishafundishwa basi kama yakae katika kikua chako ufundishe. Kata hii ilipogariwa mwaka elfu mbili na kumi ilikainishwa na alipokuja mheshimiwa vile vilevile imefanya naye kazi nzuri. Kwanza nimshukuru mheshimiwa katika leisi ya kusema kwamba majungu haya pengine kakupelekea ka mheshimiwa diwani, mheshimiwa huyu hana aibu hiyo. Makofi kwa hilo jamani, nimeshukuru sana, ametulea nilipata bahati kuona mheshimiwa rais wa aliyofariki Mheshimiwa Magufuli akatwambia jambo moja, sasa mwende mkao wa uadilifu na vile vile kimbilio la wananchi kule vijijini. Mimi kuzunguka vijijili moja kimoja naona haitawezekana lakini nyinyi mliopata bahati kuja kuongea na mimi hapa, na mimi nasema kwamba rudini mkaongee na wananchi wenu na liwe kimbilio la wananchi wetu. Hapo wakiwa na tatizo waki akienda kwa mtendaji kata, ionekane kwamba kwa yeye amekwenda serikalini na atahudumiwa. Hata kama hatahudumiwa basi aelekezwe njia yako ya kupita hii hapa. Huo ndio utumishi tuliokuwa mzuri. Mi nasema kwamba yale yote tuliokuwa

na amesema eh, iwapo utasamehe na kusamehe jambo zito, ama wewe mtu utakukoroga kuonisha alafu ukaamua kusamehe, sasa ile sababu yenyewe itakuja katika kule lile jambo linauma kusema kweli. Sasa asa basi nipuuzie sema kama hili limemalizika na tunaanza ukurasa mwingine. Mimi jamani, nipo karibu sana na viongozi wetu

unizidi kusikiza nii kama mtumishi ambaye nimemaliza muda wangu. Uh, muda ahadi yangu ile kwamba pale makao ya makao ya kata nilishahidi mtu mmoja moja wa saruji nitaulipa huko pale pale, mfu wangu wa saruji wa kama niliwaahidi nitakukabili mimi. Kwa leo naona kwamba mmeshanimaliza hata nikitaka kuzungumza yale yote ya ambayo nataka nizungumza mimi ya tayari nimeshazungumzia, na si vizuri kunizunguka mwenyewe kwamba nilifanya kipi nilifanya hivi. Wazungumze watu kafanya kafanya hii kaahii, wazisikia raha sana. Yale yote ambayo nilikuwa nimezungumza ya kuona kwamba yake nimesimamia, basi mkiona mazuri nafaida iendelezwa. Na yale yote ambayo simamia lakini kwa bahati mbaya kibinadamu apita, kwa bahati mbaya basi yale yatupeni na haya sababu ya kukumbushwa na wala kuyasimamia. Mheshimiwa, nani mtendaji wa kata, mimi nikushukuru kwa upekee kwanza, kila pale ambapo nilipotaka ushauri wako, a ushauri sio usio kafikiria kwamba eti mtu mkubwa tu mwenye ushauri, sidhau hivyo sababu ile ni akili na akili, wakati mwingine wewe inaweza kukuchanganya, kakuchanganya, usione aibu kumuuliza yule ambaye aniechinewa, je, hapa na hapa inakuwaje? Hapa na hapa inakuwaje? Nashukuru sana kwa namna vile ambavyo tumeishi kwa mu ule uliofika hapa mpaka sasa hivi tunaangana, nasema kwamba umenisaidia, asante sana. Mratibu elimu kata yetu, ilikuwa jua kielimu lakini mpaka kuja mageuzi mara moja, wakasema kwamba sasa hivi kata ya Ndagoni ndio wameshitupa. Baada ya kuja kushirikiana na uongozi, tukawa tumepanda kufikia sisi watu kama watatu, wilaya wanne, tumekwenda vizuri kwa kifupi, na nikushukuru tena, mkuu wa wameta, upo umechangana katika jamii, imani yetu kwamba sisi tutusaidia pakubwa mno, tunakwenda vizuri Hatuyasikia sifa mbovu, sifa mzuri, tunakona nayo mzuri. Mheshimiwa Diwani, ama alivyozungumza wenzangu, kusema mitano tenena kusu, na mimi sitakuwa mali sana, kwani shughuli hizi zinahitaji mahiri mkubwa sana. Kuna baadhi ya watu wengine tuliwajalimu kwa mda mchache tu, lakini kamata diwani, weo kamati ya maendeleo ya kata inakawiwa